Na baadhi ya Waislamu umwambie kitu kimoja tu, umwambie mchango, astaghfirullah alazim. Na hapo nipo wanakuondokaga naweza kutoa maisha mazuri kiingia tu katika mchango. Nasikia shehe hapo karibu hapo. Shehe karibu, kwa nini umeingia katika mchango?

pesa zile ambazo ulizozitumia wewe, zile ndo pesa zako shekhe. Ila zile ambazo bado hujazitumia zipo mfukoni, sio zako hizo shekhe, hizo ni za warithi wako. Wewe muda wote unakufa, unaziacha. Amna mtu aliyewahi kuzikwa na pesa, hata ukienda kaburini unazipa wewe na sanda yako motivation yu na amali zako. Wewe na sana yako na amali zako basi. Amna mtu waliwai kuzikwa na magari na mapesa kuna. Zote tunaziacha wapi? Wapi? Wapi? Duniani. Uyo insha Allah, tujitahidini katika kutu sadaka Allah tbaraka wa ta'ala. Atatulipa katika mashayetu fi dunia. Duniani wa akhara. Katika imani katika mada ya msingi ambayo nilikusudia unge tukanieleze au niongee kuhusu Allah tabaraka wa taala, katika viumbe vyake alivyoviumba duniani, tupo sisi wanadamu. Sisi wanadamu ni miongoni mwa viumbe

ile miezi mingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaeleza nakaitaja vizuri, lakini katika masiku ile ilichaguliwa ni yaumul jumua, ambayo ndiyo imeisha tayari. Lakini katika watu wapo watu waliochaguliwa, wapo ambao tunawajua na wapo tusiwajua, wapo mpaka sasa hata hapa msikitini wapo midhali tu msikitini kuna watu zaidi ya arobaini tumenasema, sehemu yenye watu zaidi ya arobaini basi ndani yake kuna wali wa nani huyu, mmoja tu zaidi ya arobaini kuna wali wa Mungu, ila inasia tumjuye. Allah, Allah namjuzi zaidi

lakini kaja kamwinua mtu wa mwisho ambaye yeye si mtume wala si nabii. Nani? mzee Mran na kizazi chake. Mzee Mrani yeye hakuwa mtume wala hakuwa nabii, ila alikuwa ni mzee mwenye ilmu mwenye lakini Allah kamtaja ndani ya Qurani kwamba huyo kamunua tuje kwa Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam, nabii ambaye ndio baba yetu kwa imani, ambaye sisi sote atakiwa tufuate mila zake. Tume katwambia tufuate mila za Nabii Ibrahimu, kwa sababu mtume mwenyewe anafuata mila za nani? eh Baba yetu Ibrahim, baba yetu Ibrahim, miongoni mwa vitu alivyokuwa kivipenda katika maisha yake ya duniani alikuwa akipenda kitu kinachoitwa amani. Tusemeni amani, amani. Tusemeni tena amani. Amani. Amani, amani ni kitu ambacho Nabii Ibrahim alikuwa akikipenda sana katika maisha. Amani. Amani. Kwa maana Sisi katika nchi yetu Tanzania tumwombe sana Allah hii amani tulionayo, aidumishe hii amani, isife hii amani, tushikamane nayo la, tukiangalia wenzetu wa Kongo kule wanavuana kwa sababu nini? Amani hakuna, ila sisi amani tunayo mtu anasema kama tukupigane, tupigane tu, kama amani ivunjike, vunjike tu, ila sasa ikisha vunjika hiyo amani ndio utatamani amani tatumaamani. Maana hata ng'ombe ajui thamani ya mkia wake, ila ule mkia anapokatika ndio atakumbuka thamani ya nini ya nini ya mkia. Kwa hiyo amani ni thamani, ni azina ambayo Allah anatupa ikiondoka hii azina, ndio tutaanza kukumbuka thamani kwa sasa tunaidharau, hatujui ile kishaondoka, na tutaanza kulalamika. Salatu wa salamu alipofika ndani ya mji wa Makkah, cha kwanza kabla hajafanya lolote, alimwambia Allah, Allah anasema wai ala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan

watu wake matunda kabla yajesema hivyo, kaanza na nini? kaanza na nini? Amani. rabbi jaali hadha baladan nawamna jaalia hu mji nahmu wenye mji wenye amani, kwayo hiyo dua ya Nabii Ibrahim ndio imesababisha mpaka leo Maka kuna amani bongo kwe hata mahujaji wanapokwenda pale Makka nza nyoyo zao zinakuwa zina, zina utulivu wanapata amani, amani inatanda, amani inakuwepo pale ndani ya mji Maka, wasiwasi hakuna tena, wanapata amani nyoye ya mtu ambaye aliyehiji. Nilikaa nao sana watu ambao walipanda hija, ni kwa mfano ni kama mama yangu. So, umri wake inawezekana kawa nalingana namana kule Bukoba, maeneo ya Bukoba alihadithia, alinihadithia kwamba kule ukienda Hija, yaani ukifika pale ndio yaku yaani haina mashaka mashaka wala nini, si unaelewana vizuri. Mimi nikakumbuka kwa maana maneno, nikasema hii si kitu kingine bali

hiyo <coughs> haiwezi kupatikana kama amani hakuna. Shekh, utalimaje? Shekh, utatafutaje riziki? Amani hakuna, kila muda, kila mtu, kila muda atakuwa na kufia nini, kifo, watu nakaa kimashaka, mashaka. Lakini pakiwana amani, kazi zako, riziki zako, riziki zako riziki. Kwa amani mizu. Salama kabisa.

na mwenye kupinga kuniamini mimi na siku ya mwisho, nitamstarehesha kwa kidogo. Thumma atarruhu illa adhabi nar, kisha nitamuingiza katika adhabu ya moto wabisimsu, na humo ndiyotakaikuwa makazi yake, maisha yake ni humo. Oj haba, tunamwamini Allah na siku ya mwisho. Maana wewe ukiwa umwamini Allah na siku ya kuingia mwisho, huwezi kuingia msikitini mtu, basi utamwabudu vipi? umwamini ambaye hapa Salim, tunakuja kufanya nini? Ibada kuswali, ni As ibada assalah As ni ibada. Tunakuja kwa lemola kuswali, tunakuja kufanya ibada ya sala As kwa ajili ya nani? As

kumwelezea Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam pindi pale ambapo alipojenga msikiti wa Makkah, baada ya kuomba dua ya amani, kisha ndiyo akamwomba Allah Allah. Baada ya kuomba dua ya amani, kisha akajenga msikiti wa Makkah. Baada ya kujenga msikiti wa Makkah, ndipo sasa akawa anamuomba Allah aikubali sadaka yake

Wai yarfa na Ibrahim lqawaida min albeiti wa Ismail, na pindi Ibrahimu aliposimamisha kuta za nyumba yeye na nani na Ismail. Nyumba hizo nyumba hiyo ni ya nani? Ni nyumba ya Allah ambayo ndiyo ule msikiti leo watu wanakwenda kuijib. Kajenga nani? Nabi Ibrahim na Nabi Ismail. Hivi ni thawabu ngapi anayopata Nabi Ibrahim maana pale wewe ukiswali unapata fawaida sawasawa, so, so, na mtu anayeswali swala la kimoja ukiswali pale Maka, Masjid al-Haram. sawa so, sawa so, uswali swala la kimoja katika msikiti menginejuliz Sasa wana mtu aliyeswali swala la kimoja katika msikiti mwingine, uswali swala la kimoja msikiti, utalingana na mtu anayeswali swala hii moja tu ndani ya msikiti msikiti. Haya ukiswali swala tano zote, subhi, dhuhuri, alasiri zote ukaswali, magharibi, isha zote ukaswali pale basialharam una swala ngapi? la lakita unaswala la kitano. Sasa wauswali swala la kitano katika msikiti mngi. Haya, lakini ukiswali, mnagawa na fungu na Nabi Ibrahimu na Nabi Ismaili. Sasa wale ndo waasisi wa nini, wa msikiti, ndo waliojenga wale nusu nabi Ibrahim na nabi Ismail, nusu ya wewe ni sawa. Kwa hiyo hata sisi tukifanya jitihada, mtu akitawadha pale, wewe umetolea yako, mtu akitawadha pale, wewe unapata fawaida kwa ile udhu wako, ukampelekea kaswali sala yake ikakubaliwa, basi kana na fungu yeye, anapata fungu ana anapata fungu vile vile, hata ukiba yeye ndo msikiti